ahumu, hali ya usafi iko shwari tu. Mi naona mazingira wanasafisha kila muda, iko safi. Wanasafisha ajili ya uwezo kabisa changamoto yoyote, tunapeleka maombi yetu kwa mheshimiwa mama yetu mpendwa Amina Makiraji. Ni mama msikivu sana, ambaye tukimpelekea matatizo yetu kwa kweli anatatua. Tungependa kuomba atuboreshe huduma ya choo ndani ya soko letu, ili ni tatizo sana kwetu sisi, hata inatupa changamoto sana viongozi, maana watu wadau wanatulalamikia kwamba vyoo vina shida, vinaleta shida, sasa sisi hatuna rea hiv tofauti kwa mama yetu mpendwa wa mkuu wa wilaya mama yetu Amina Amina Makiravi, kama atanisikia, atuongezee vyoo ndani ya soko letu. Maana soko limekuwa na watu wengi wengi wengi, choo matundu yaliomo ndani ya choo ndani ya soko havitoshi kukidhi mahitaji yetu. Kwa mama atuongezee jengo la choo na matundu mengi zaidi, ili tuweze kwenda mahitaji yetu kama hayo ya kwenda nani, lakini pia kwa upande wa wamama, wamama hatuna sehemu ya kujikimu, kama tunavyojua sisi wakina mama tuna wa changamoto. Kwa hiyo tungependa kama ikitokea mama yetu atutengenezee sehemu ya kujikimu wamama, kama anavyojua wamama sisi tuna wa changamoto zetu. Kwa hiyo tungependa hata atusaidie jengo la kuhifadhi sisi katika mambo yetu.